Je, yeah, ushawahi kujiuliza ni kwa nini tairi za vyombo vya moto hasa magari na pikipiki piki, na hata ndege huwa nyeusi? Hizi hapa ni sababu. Sababu ya kwanza, carbon black husaidia kuongeza uimara wa tairi. Ni unga mweusi wa carbon unaotokana na kuchoma mafuta au gesi kwa kiasi kidogo cha oxygen kiongezwa kwenye mpira hufanya tairi kuwa ngumu zaidi kuhimili msuguano na kudumu kwa muda mrefu, hata kwenye barabara ngumu au zenye joto kali. Sababu ya pili, inasaidia tairi kupambana na joto. Wakati tairi inapoendelea kuzunguka huzalisha joto. Carbon black husaidia kueneza na kupunguza joto, hivyo kuzuia tairi kuharibika haraka au kulipuka. Sababu ya tatu inakinga tairi dhidi ya mionzi ya jua, yani UV rays. Jua linaweza kufanya mpira kuwa dhaifu na kuchoka haraka. Carbon black hufyonza mionzi ya UV na hivyo kuilinda tairi na kuongeza maisha yake. Sababu ya nne, rangi nyeusi pia huficha uchafu na madoa. Tairi inagusana moja kwa moja na ardhi, hivyo hupata uchafu mwingi. Rangi nyeusi husaidia kuficha mavumbi, mafuta na uchafu na kuifanya tairi kuonekana safi kwa muda mrefu. Kwa hiyo tairi za magari na pikipiki huwa nyeusi, si kwa sababu ya mapambo, bali ni kwa sababu za kiufundi na usalama. Kama umependa hii tunakuomba usubscribe chaneli yetu, like video, na kisha uache komenti yako.